Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, wapenzi na wafuatiliaji wa chanel ya Tiba Facts online TV. Alhamdulillah, ni siku nyingine tena tumekutana katika darasa la leo. Na leo bwana, tutajifundisha dawa ya kutibu ugonjwa wa upungufu wa kinga mwilini. Dawa ya kutibu ugonjwa wa upungufu mwilini almaarufu kama neno ukimwi. Kuna mtu mmoja alinifuata DM akaniambia shehe, mimi na vitabu vyako vyote 12. Na hivi vitabu 12 ninavisoma sana. Ila kuna kitabu kimoja nimekutana na dawa zingine nyingi ambazo sijawahi kuziona ukazifundisha. Nikamwambia kitabu gani hicho? Akasema ni kitabu cha tiba mbadala. Katika kitabu hicho nimesoma dawa nyingi sana lakini mwisho nikashangaa kwamba kuna dawa inayotibu upungufu kumbe wa kinga mwilini. Na haujaifundisha kwenye YouTube. Nikasema, kwa hiyo wewe unafuatiliaga YouTube kila darasa na ulitoa? Akasema na ulitua, kasema, naam, mimi ni subscriber wako, nimesha subscriber eh, kwa unapotoa darasa mimi nafuatilia, ila hizi dawa sijaziona ukafundisha. Changamoto ni nini au shida ni wapi au unakuwa mawapi? Isipokuwa mimi ninachofahamu, katika vituo vyangu vyote 12 vyote vina elimu ya tiba na ndani ya vitabu hivyo kuna masomo mengi sana ambayo nimefundisha na mengi zaidi sijafundisha. Kwa mfano, katika hii channel kuna clip karibia mia mbili sabini, e, zinafika mia mbili sabini au themanini. Lakini masomo yaliyo ndani ya vitabu vyangu ya darasa za tiba ni zaidi ya elfu moja. Sasa kama tutasema kila somo nilifundisha muda hautoshi. Masomo yanayofundishwa hapa mengi anakuja kwa upendeleo au kwa maoni ya watu. Wenda labda nimelipenda somo hilo mimi, nilifundishe ili lisaidie jamii kwa asilimia au kwa kiwango fulani. Aidha, kuna watu wameliomba kwa asilimia kubwa. Sasa mimi naangalia ule wingi wao na mahitaji yao, basi ndio nakuja kulitolea ufafanuzi. Kuna wengine wengi sana wanafuatilia hapa, lakini wana vitabu. Kwa hiyo nikasema hakuna sehemu tulipofeli, isipokuwa ni muda na wakati yawezekana sababu kila jambo Mungu huoga na wakati wake wa kuliruhusu lifanyike. Kwa hiyo huenda wakati wa Mungu wa kuruhusu mimi nijefunisha dawa hii labda bado hujafika eti. Sasa leo ninakuja kumjibu bwana huyu na mtu yoyote ambaye anajua ugonjwa huu labda hauna tiba. Ni, ni kweli umekuwa ni changamoto. Umekuwa ni changamoto kubwa katika jamii na jamii kwa kweli sasa hivi imeugua. Sasa hivi e, imeugua. Ukiangalia katika hospitali za wilaya naza mkoa ukaenda kuangalia ile foleni ya watu wanaokwenda kuchukua dawa ni nyingi sana. Kwa siku moja watu wanakwenda paka hamsini. Tena hii ni katika kitongoji au sehemu moja tu. Sasa piga hesabu mala miji tulionayo mala vijiji mala kata, mala kata tarafa mala wilaya ni watu wengi sana e, na bahati mbaya watu hawasemi. Mtu akiwa anatumia dawa anakaa kimya kama vile hajui kinachoendelea. Sababu ni ugonjwa wa aibu ambao ukiupata, jamii inakutenga, inakuona wewe ni mtu wa dhambi, inakuona wewe ni mtu ulijitakia. Lakini ugonjwa unasababishwa na vitu vingi, au njia za kuupata ni nyingi, sio tu ile njia ya kujamiana inayofahamika, eh? Ila njia zipo nyingi ambazo madaktari wanazielezaga. Kuna kuchangia vitu vyenye ncha kali, kuna mambo ya, ya Sweet Kiss, Sweet kiss, unajua eh, yani ile kiss ya kunyonyana mate baina ya mwanaume na mwanaume au mwanaume na mwanamke mwana. Sasa mmoja wenu akiwa ana hivi virusi, alafu mwingine anayenyonywa au anayenyonya akawa hana, lakini katokea mchubuko wa mdomoni labda na vidonda, anaweza akakuambukiza, eh, anaweza akakuambukiza. E, kuchangia viwembe ni njia nyingine, labda viwembe vya kunyolea au mikasi ya kutailia, kama haipitishwa kwenye maji ya moto baada ya kumtailiwa kwanza, kaja na wa pili, inaweza ikaleta shida. Ugonjwa ni nyingi, usije kumlaumu mtu labda ukasema, wewe bwana, wewe ni mtu wa dhambi ndio maana umekuwa hivi. Ndio maana ni Mungu tu, makadirio yake anaweza kukadiria wewe upate, wewe usiupate, kwa hiyo huu ni ugonjwa ambao kiukweli umesemekana hauna tiba ki hospitali kihospitali. E, isipokuwa tu kufipu, unguza, na dawa za kuvipunguza au kuvifubaza au kuvilevya au kuvilaza ambayo ndio hizo dawa zinazotolewa hospitalini. Sasa sio ugonjwa mmoja wenye hauna tiba, usikalili kwamba huu ndio umebarikia hauna tiba. Yapo magonjwa mengi, mfano tu mdogo, ugonjwa vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo ni ugonjwa ambao kidaktari hospitali umeshindikana tayari. E, mtu mwenye asas ya vidonda vya tumbo hawezi kupona hospitali, ila hospitali itampa dawa za kutuliza maumivu ya vile vidonda. Kweli akinywa dozi ile, anaona kweli vidonda vimeacha kuuma na anaweza kusema vimepona, lakini sababu sababu vimepona, baadaye vitafumuka tena, vitaendelea. Lakini kuna ugonjwa mwingine kama vile kansa. Kansa imekuwa bado ni changamoto ambayo tena unaweza ukajikuta mtu ukakatwa paka kiungo kile kilichooza kwa kupitia kansa. Watakwambia tutakupiga mionzi, utafanya hivi, tutafanya hivi, lakini hospitali ule ugonjwa bado changamoto ni kubwa ya uponyaji. Kuna ugonjwa mwingine kama kisukari eh, bado kuna magonjwa mengine kama ma pressure. Kwa hiyo si huu ugonjwa tu mlaumu, au mshutumu, au watu mshutumu kwamba ndio huu hauna kinga eh, no hauna dawa, hapana, magonjwa hapo mengi ila huku kwenye mbadala wa tiba asili haya magonjwa yana kinga yana dawa pia. Ehe, sasa kama ulikuwa uzijui, leo tutajifundisha moja ya dawa hizo za kutibu ugonjwa huu. Sasa kabla tujaingia kwenye somo letu, nakumbusha kuhusu wale watu wa ofa waliokuwa wanaona siku kumi ni nyingi. Sasa nime nime nimetaka nime, nime kuwakumbusha hivi, zimebakia siku mbili kutoka leo zimebakia siku mbili, bimana mwisho wetu wa ofa ni tarehe moja mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Ile siku watu wanadamka, wanasherekea siku ya sikukuu ambao wanaita mwaka mpya, ndo itakuwa siku ya mwisho kupata vitabu kwa bei ya ofa. Baada ya tarehe ile watu wakilala wakaamka, vitabu vitakoma bei ya ofa na vitarudi kwenye bei yake halisi. Sasa kama ulikuwa unajua ni siku nyingi zimebaki, basi ndo hivo siku zimeisha. Ila hii ni inshu ya watu maalumu, yani wale watu wanaohitaji kupata vitabu kwa bei ya ofa, wamiliki vitabu vya elimu ya tiba. Masomo yote unayojifunza hapa kwenye chaneli hii, lolote lile liyo la ulimwengu wa majini na vituko vyao, leo sijui la abjadi, abarati, dua, miti shamba, yote hapo kwenye vitabu utayakuta. Huko yamekusanywa na maelekezo yake, yameelekezwa vizuri. Kuna mwingine anaanza anafuatilia hapa anaandika lakini kuna vingine anakosea kwenye kuandika. Sasa utakuta maelezo yake hayo ya masomo yamenyoka kwenye hivyo vitabu. Kwa kama tulivyotangaza, unaweza kufanya malipo kuanzia sasa mpaka siku ya pili kutoka leo. Lakini kama hauhitaji basi tuendelee kufuatiliana hapa hapa, tuendelee kupata darasa mbalimbali. Kwa hivyo sasa ili kufanya malipo hayo unatakiwa ufanye malipo ya shilingi elfu arobaini na tano kwenda namba moja wapo katika hizo tatu unazoziona zo, namba zote zinatoa jina la Bashir Husseini Lugamba. Ukifanya malipo yako thibitisha, si malipo yako litakapotokea jina hilo la Bashir Husseini Lugamba. Baada ya kufanya malipo yako, utaskrinshoti ule muamala au utaupiga picha, kisha utanitumia WhatsApp. Mwisho utaandika ofa ya mwisho wa mwaka <coughs> Nikipata ujumbe wako huo, mimi nawajibika kukutumia vitabu hivyo kwa njia ya soft copy, ambayo ni njia ya simu kwa kutumia WhatsApp au kwa kutumia email. Utachagua njia moja katika hizo. Kama ni email, utaniwekea na email. Kama ni kwenye WhatsApp peke yake, basi utaacha ujumbe huo tu WhatsApp kwamba ufe wa mwisho wa mwaka, mimi nitakuwa nishatambua wewe unahitaji vitabu hivi vitumwe kwenye whatsapp yako na ni ndani ya muda mfupi tu, ukiwa Marekani, ukiwa Kanada, ukiwa Uingereza, Ujerumani, nchi yoyote ambayo unaipata ujumbe huu, unaweza kutumia ukatumia vitabu hivyo kwa muda wa uh, mfupi, dakika tano. Lakini njia hii inakuwezesha pia vitabu hivyo kuvisoma kwa njia ya simu au kwa njia kuprint stationery, ukapata nakala kushika kwa mkono kwa ajili ya kumbu, kumbu ya kumbukumbu ya baadaye. Hivi vitabu havina limit kwamba vinabaki tu ndani ya simu au kwenye kompyuta au kwenye tablet au kwenye laptop. Hapana, vinaweza vikatolewa kopi na mtu akapata nakala ile ya kushika kwa mkono akiwa huko huko alipo, awe Kongo, awe Zambia, awe Msumbiji, awe wapi, anaweza akapata nakala zake. Tuachane na taarifa ya ofa, twende kwenye somo letu. Neno ukimwi ni kifupi cha maneno upungufu wa kinga mwilini. Ukisikia neno ukimwi ni kifupi cha maneno wanaomaanisha upungufu wa kinga mwilini. Kwa kusema wewe una ukimwi au fulani ana ukimwi, ina maana una upungufu wa kinga mwilini. Ugonjwa huu wa ukimwi husababishwa na virusi vinavyojulikana kwa jina la human immunodeficiency virus kwa jina la Kiingereza ambayo kwa Kiswahili wanafupisha wanasema HIV. Wakikwambia, wewe tayari umeambukizwa virusi vya HIV, ina maana tayari umeambukizwa virusi ambavyo vitakwenda kuisababisha kinga mwili yako ipungue. Sasa ndani ya mwili wa binadamu kuna kitu kinachoitwa kinga mwili ambacho ni seli hai nyeupe za damu. Seli hali seli hai hizi nyeupe za damu zimegawanyika makundi matatu, lakini leo sitozungumzia hivyo. Nataka tu ni dili na haka kipengele ka seli hai nyeupe za damu kwa sababu zenyewe ndo zinahusika na kukinga mwili au kupambana magonjwa yanayoingia. Sasa, hizi seli katika mwili ni kama askari au kama jeshi uh, la kulinda mwili wako ambalo hulinda mwili usipatwe na magonjwa au yale magonjwa alioingia yashambuliwe yaangamizwe, yatolewe. Lakini sasa ikitokea mwili wako umeingiwa na virusi hivyo vya HIV kwa njia yoyote ile, ima njia kujamiana kuamiana, ima njia ya kuchangia viwembe au sweet kiss, au vyovyote vile ilivyotokea ukapata virusi hivyo, basi hapo ndipo mwili wako unaanza kushuka kwa hizo kinga zina, kwa sababu virusi vinapoingia vinawashambulia wale kinga mwili na kuwageuza kuwa virusi. Yaani, haviachi tu kuwaua, vinawashambulia, vinawaua, alafu vinawageuza na kuwa virusi. Ndio maana virusi vinakunda, vinazaliana kwa wingi kwa muda mfupi, vinautawala mwili. Vikisha utawala mwili na wale seli wakawa ni wachache, maana hata malaria ikiingia haina uwezo wa kupambana nayo basi hapo ndipo mtu anapoingia kwenye yale magonjwa nyemelezi. Kwa hiyo utakuta utamtambuaje huyu mtu mwenye magonjwa nyemelezi au mwenye upungufu wa kinga mwilini? Utakuta leo anauma homa hii, kesho anakohoa, kesho kutwa analisha, mtondogoo kiuno kinauma. Sijui nini. Yaani anakuwa na magonjwa mengi anakuwa kwake mpaka anahisi kwamba yeye ni dampo la kutupia magonjwa. Kwa hiyo ukiona hivi basi ujue kinga mwili zako zimeshuka. Lakini kumbuka sio tu kinga mwili kushuka, zinashushwa na ugonjwa huu tu. Sasa hivi magonjwa yapo mengi yanaweza kushusha kinga mwili e, yani vipo vitu vingi vinasababisha kinga mwili ya mtu hiyo. Hata stress, mawazo yaliyopitiliza, msongo wa mawazo, unaweza ukasababisha mwili ukadogoka na ukawa ni wenye kuwa na upungufu wa kinga mwili. Stress hizi zinapelekea mtu anakonda. Na ndio unapata ugonjwa ukiupata ukiwa na pressure e, sana usipopata, watu wazuri wa kukushauri na kukupa moyo unaweza tu ukafa mapema kwa ajili ya ile stress ya ile mawazo yale ila ukiupata ukaukubali, kwanza alafu kafuata utaratibu na ushauri wa madaktari, unaishi maisha ya kawaida, tuna maisha yako yanaendelea kuwa ya kawaida na hayana tofauti na wale wenye hawana ndoto tofauti na ugonjwa huu. Kwa hiyo ugonjwa huu ukiupata, kwanza tuliza pressure ka chini, fuatilia ushauri wa wataalamu, wanakushauri nini, alafu zeni uishi vile unavyotaka. Utaishi maisha mazuri, utatimiza ndoto zako na mambo mengine yatafaja, je yatakwenda kama ilivyo tarajiwa. Kwa hiyo sio ugonjwa kusema unatakiwa uogope, oh uo, bwana wewe, hivi ndio nimepata mitakufa takwa. Ah, kila mtu atakufa hapa duniani, hakuna atakayebaki, ila kila mmoja atakufa kwa utaratibu wake. Kuna watu watakufa kwa ajari, kuna watu watakufa kwa magonjwa, kuna watu watakufa kwa namna yoyote ile ambayo Mungu alipanga. Kwa hiyo usiseme kwamba nimekipata huu ndio nitakufa, bado kufa, hakujakuwa kuwa hivyo. Ugonjwa haujawahi kuharakisha kifo, wala afya haijawahi kuchelewesha kifo. Kifo kinakuja ghafla, hakina utaratibu wa kufata magonjwa wala afya ya mtu. kwa Kwa jamaa yule, ni mbavu, ana tumbo kubwa, ana kitambi, atachelewa sana kifo? Kijawahi kufanya hivyo, chenye muda ukifika, kinakuja tukuchukua hata ukiwa na afya yako nzuri. Kwa hiyo usikalili kifo kinasababishwa tu na magonjwa. Sasa Kidaktari ugonjwa huu bado ni changamoto kupata tiba yake, ila zipo zile dawa za kufubaza makali ya virusi vya Ukimwi, kuvilaza virusi na kukupa afya. E, sababu vile donge vinavyotolewa mahospitali vinakupa afya kwanza, lakini vinawalaza wale wadudu wasiendelee kushambulia hizi hizi seli hai nyeupe za damu, ili zisiposhambuliwa, hizi zitakavyoendelea kuzaliana zitakuwa nyingi na zitaendelea kulinda mwili ile kinyume chake kama zitaendelea kushambuliwa na kupungua basi mwisho wa siku zitashindwa kulinda mwili. Kwa hiyo dawa zile zinafanya vizuri, na mimi nakiri hilo lakini hazina uwezo wa kuponyesha kabisa ugonjwa huu. Sasa dawa hii tunakwenda kujifundisha hapa inasaidia kabisa kutokomeza ugonjwa huu kama mtu atazingatia taratibu za kutumia dawa hii vizuri. Baadhi ya watu mimi nimewaelekeza kabla sijakuja kufundisha leo hii dawa nimewaelekeza watu kama saba ambao walikuja DM wakanisimulia historia zao, walipateja magonjwa japo kwa kudanganya, lakini tukaenda kwenye pointi tu kwamba sasa tunato, tunatokaje hapo tulipofika. Ni watu kama saba katika kumbukumbu yangu, lakini katika watu saba hao, wanne walirudi tena wakaniambia, she nimepona nashukuru e, she nimepona nashukuru. Hawa watatu sijui hata wako wapi. Sisemi wamekufa au sisemi wa hawakupona, ila hawakurudi tena. Kwa mimi taarifa zao sina, na bahati mbaya mimi sina taratibu za kufuatilia matatizo ya mtu kwa bwana, unaendeleaje ehe, tayari umepona? a a, mimi tukimalizana kwenye ushauri, basi mimi naendelea na maisha yangu na utaendelea na maisha yako. Ukiwa na shukrani, ndo utarudi kunishukuru, lakini ukiwa una shukrani, unaweza ukapotezea, na maisha mengine yakaendelea kama kawaida. Eh, kuna mmoja yuko Arusha pale nakumbuka, mwingine yuko Mbeya, mwingine yupo Kagera na wengine wako waliobaki wako Dar es Salaam. Kwa hiyo ni watu ambao nawakumbuka vizuri. Huenda hata clip hii wanaisikiliza na na, ila sitowataja kwa sababu ya kulinda privacy za watu. So, sasa dawa zipo nyingi katika kitabu hichi, kuna dawa aina tatu, kuna dawa namba moja, kuna dawa namba mbili na dawa namba tatu, na zote hizo zinatofautiana katika mahitaji ma, ma matengenezo na matumizi lakini leo tutagusa dawa namba moja, ambayo inahusisha mti mmoja tu ambao ni mti wa mnyonyo. Mti wa mnyonyo ni moja kati ya miti ambayo inatibu magonjwa mengi ya kibiolojia na magonjwa ya kichawi, lakini mti huu kwa hapa tutautumia kutibu ugonjwa huu wa kibiolojia. Lakini mti huu hapa unahitaji mahitaji mawili, upate majani na upate mizizi Nimeona walimu kadhaa wanafundisha dawa hii kwa kutibu ugonjwa huu, lakini wao wameeleza majani, wengine wameeleza mizizi peke yake. Lakini hapa mimi nakushauri upate vitu vyote viwili, upate majani ya mnyonyo na upate mizizi za mnyonyo. Mnyonyo wote unaweza kutumika hapa, ima ule mwekundu au wa kijani, lakini mnyonyo wenye nguvu kama utabahatika kuupata ni mnyonyo mwekundu. Sisemi wa kijani semwakijani hautibu, unatibu, lakini nguvu yake kwa mnyonyo mwekundu imezidiwa. Ni mfano wa ule mti wa mnana, mnana wanaofahamu, au bonge bonge, au talumbeta la shetani. Kuna mti unaitwa hivyo, unatibu eh magonjwa mengi sana kishirikina, lakini mti ule ni dawa nzuri tu ya kulevya. E, maana mtu akikuwekea akikuwekea unga wake hata kwenye kikombe cha uji ukanywa utalala sana. Na ndio maana inatibu ile dawa, inatibu kichaa, inatibu pia ugonjwa wa kifafa, dawa ya mnana. E, kwa sababu ya ule ulewaji wake yani kuna kuna kuna sumu maalum ambayo inalevya sana katika mti ule. Sasa ile dawa zipo, minana ina mbili. Kuna mnanaa wa kijani na kuna mnanaa wenye rangi nyeusi na blue umechanganyika hivi. Sasa katika ile miti miwili wenye nguvu zaidi pale ni ule mti wenye rangi ya nyeusi na blue imechanganyikana, kuacha ule wa kijani kitupu. Na huku ndio hivyo hivyo. Kwa hiyo mnanaa wenye eh no, mbalika au mnyonyo wenye nguvu zaidi, ukiupata huu mwekundu ni bora zaidi, lakini ukiukosa hata wa kijana unatumia kama kawaida. Lakini sasa, kabla hujatumia dawa hii, mimi nakushauri utumie kwanza dawa za kuongeza CD4 ambazo nimezielekeza pia kwenye kitabu hichi, japokuwa sijazifundisha hapa kwenye channel hii. Kwa hiyo kama una kitabu hichi cha tiba mbadala kwa magonjwa ya kibiolojia kwa hiyo unamiliki vitabu kumi na mbili au vitabu vingapi lakini, lakini hichi si na mbili ngapi, lakini, ukawa ni miongoni mwa vitabu ambavyo unamiliki basi nakushauri kushauri ufatilie ile dawa inayosema dawa kuongeza CD4 mwilini. Zina mahitaji maalum, utakusanya mahitaji, utatengeneza kwa utaratibu na utatumia kwa utaratibu na kwa muda ulioelekezwa pale. Baada ya kumaliza dozi hiyo ndipo utarudi kwenye dawa hii. Hii itakurahisishia ili hii dawa itakapoanza kuingia mwilini mwako ianze kufanya kazi kwa haraka na ikupe majibu ya haraka. Vinginevyo, kama utakuwa umeathirika zaidi CD4 zako ziko chini sana, alafu kwanza kutumia direct moja kwa moja dawa hii itachelewa. Inaweza kukutibu lakini ikachelewa. Sasa ukitaka matokeo ya haraka uyapate, anza kwanza kupandisha CD4 zako, zipande ziwe juu, ziwe nyingi, ziwe zina uwezo wa kuvumilia, kupambana ku, ku, na magonjwa ya nyemelezi, alafu hapo sasa ndio utumie dawa hii. Itakuwa bora zaidi na itakupa matokeo ya haraka <coughs> wenye dawa yetu yatakiwa patikana majani ya mnyonyo, tena vizuri, ya machanga yale, sababu katika matibabu ya kibiolojia unapoambiwa tumia majani ya mti fulani, basi majani yanayotakiwa kutumika ni majani machanga na sio yale majani majani yaliyokomaa. Yanapokomaa yanapoteza, anapoteza viinilishe ambavyo ndio tiba tunaitaka kutoka katika majani. Kwa hiyo unatakiwa utafute majani yaliyo machanga, ndio ya chume hapo. Lakini pia tutatakiwa tupate mizizi za mti wa mnyonyo au mbalika ambazo tutachimba chini baada ya kuchuma majani. Baada ya hapo tutachukua majani hayo pamoja na mizizi zake, tutasafisha vizuri, alafu ichemshwe katika maji ya kiasi. Kwa dawa ya siku moja unachemsha nusu lita. E, yaani vikombe viwili vile vya robo. Sababu ndio itakayotumika. Lakini kama utataki kutumia dawa hiyo dawa utumie zaidi ya siku moja, utachemsha maji ya kutosha lakini inatakiwa uwe na friji ambayo itaweza kutunza dawa hiyo isiharibike haraka. Kwa kama unaishi shamba, vijijini au una friji basi, sio vizuri kutengeneza dawa nyingi mpaka unatumia mpaka inanza kukunukia, inanuka, wewe unaendelea tu kutumia pa. Natengeneza dawa kunywa siku moja, siku ya pili naisha, unaendelea tena kutumia kutengeneza nyingine. Kama una friji unaweza kutengeneza hata dawa kutumia siku tatu mpaka siku nne, ila zisizidi siku saba kwa sababu dawa itaharibika baada ya kuchemka vizuri na dawa vizuri, hii unapoichemsha uifunike. Yaani, ule moshi usitoke katika dawa. Kwa sababu moshi unapotoka unapochemsha dawa yako inapoteza viinilishe vingi. Sasa, viinilishe vinavyopotea ndio vinavyohitajika. Kwa hiyo ifunike vizuri, unaweza ukaiachia katundu kadogo tu kutolea ule mvuke ili isimwagike, ila kwa asilimia kubwa ikifunikwa itakuwa bora zaidi zaidi. Ehe. Pia unaweza ukachemshia hata kwenye majagi ya kisasa yale ya ya umeme kwa wale wanaoishi mjini, kuna majagi ya ya kuchemshia maji. E, basi unaweza ukatumia majagi yale ukachemsha vizuri tu na ikachemka. Sasa baada ya kuchemka vizuri utaacha ipoe. Sasa baada ya kupoa au ikiwa vuguvugu, mgonjwa anaweza kaanza kutumia dawa yako. Mgonjwa atatumia dawa hii kwa kunywa kiasi cha kikombe kimoja cha chai kutwa mara mbili kwa muda wa siku 30 mpaka 45, ndio dozi yake moja. Siku 30 mpaka 45, usio chini ya siku 30. Lakini pia unaweza kuongeza hizo siku zikazidi 45, lakini siku 45 itakuwa bora zaidi. Ukifika hapo, hii ni dozi ya kwanza. Kwa matokeo mazuri, unaweza kurudia dozi ya pili baada ya dozi ya kwanza kuisha, au kaenda kupima kwanza kujua afya yako inaendeleaje baada ya kumaliza dozi ya kwanza. Sio ajabu na wala usishangae ukaenda ukacheki afya ukaambia, bwana, uko vizuri, hatuoni magonjwa, hatuoni wale virusi. Jambo la kawaida, kwa sababu dawa hii inapoingia kwenye mwili, ikaingia ika kwenye mfumo wa damu, inaanza kuwatafuta wale virusi, kuangamiza na kuwatoa nje kwa njia ya takamwili, kama zinavyotoka takamwili zingine, kama haja kubwa na haja ndogo zinavyotoka. Kwa hiyo unaweza ukaambia, bwana, saizi sisi hatuoni ugonjwa wote. Huenda umebahatika kuwalaza virusi, lakini kumbe wewe umetumia dawa dawa dawa nyingine, lakini pia dawa hii. Mtu anaweza akatumia na akaendelea kutumia dawa zake zile za hospitali kama kawaida, mpaka pale atakapothibitishiwa kwamba yuko vizuri e, yupo vizuri basi, hapo anaweza akapunguza au akaacha kabisa, lakini usiache mpaka daktari akuthibitishe wewe upo vizuri kwa mfumo wa vipimo, kwa sababu kuna mwingine akishamaliza dozi ya kwanza anatupa na madonge sasa kumbe mwili wake bado hujastahimili kuvumilia ile hali. Sasa hapo atakuwa anajitia changamoto nyingine. Ndio maana tuna sisitiza hata sisi kwamba utakapokuwa unatumia dawa hii, hakikisha na dawa za za vidonge unaendelea kutumia kama kawaida. Kama unakunywa saa tatu, kunywa saa tatu hiyo hiyo. Kama unakunywa saa tatu, kunywa saa tatu hiyo hiyo. Kama unakunywa saa mbili, kunywa saa mbili ile ile. Ehe, wala zisikupe kiburi dawa hizi mpaka pale utakapothibitishwa na ukathibitika vizuri, basi hapo unaweza ukaendelea na maisha mengine kwa sababu kinachowakela wengi kwenye dawa zile za kufubaza makali ma, ma, ma ya virusi ni kule kunywa kila siku kila siku, lakini anakeleka tu mtu bule kwa sababu ile dawa unakunywa ni ndani ya dakika moja, alafu kwa ndani ya masaa ishirini na nne kilo yake iko wapi? Yeah, kelo yake iko wapi mpaka hapo? Yaani umefanya kazi masaa 24 umekimbia huku ikifika ile saa ngapi nataka labda kwa muda, ndio wanachanganya wengi, sababu muda kama unakunyuka saa 3 na dakika moja, zisizidi dakika tano wala usipunguze dakika tano. Yaani zile zinacheza pale pale. Au ndani ya ile saa umeshakunywa. Tena madaktari wanasisitiza yaani usizidishe dakika tano wala usipunguze dakika tano katika lile saa ulilokunywa gari lile kama utakuwa umeshafuatilia vizuri wale wanaotumia hizo dawa wanapewa ushauri gani kule. Kwa hiyo wanapenda mtu atumie muda ule ule, kwa sababu na kile kidonge kinafanya kazi masaa 24 tu kinaisha, eh. Kwa hiyo ukiwa unakunywa mara leo saa mbili, mara kesho saa tatu, mara kesho kutwa saa tano, utajikuta badala ya kulaza ndio umeamsha. Sasa ndo wanamuka, wale, wadudu, Ko, inabidi uzingatiwe zaidi kwa anaweza kufuatilia kwa kina. Kama w walikuwa nakupa dawa za miezi mitatu, wanakushushia wanakupa dawa mwezi mmoja, kwa ajili ya uangalizi wa karibu. Kama u walikuwa nakupa dawa za mwezi mmoja, wanakupa dawa za siku kumi na nne ili wakuangalie vizuri. Kwa hiyo unajikuta tena umerudi nyuma badala ya kwenda mbele. Ko hii ni dawa moja nzuri, lakini ipo dawa ya namba mbili katika kitabu hicho na ipo dawa namba tatu, lakini hizo tutajifundisha siku nyingine. Nazanyezi na zenyewe zina miti mingine, mingine na zina mahitaji mengine ambayo yanatumika. Sasa hii ni moja ya dawa nyepesi zinazoweza kutibu ugonjwa huo. Kumbuka si kila ugonjwa ulioambiwa hauna tiba, hauna kweli. Ni uwezo wa mtu tu unakuwa ndio umeishia au uwezo wa taasisi. Katika dini ya Kiislamu kuna kauli moja ambayo Mwenyezi Mungu ameisema kwamba kila ugonjwa una dawa yake, ila huwa Mungu anajalia kumjulisha anayemtaka na kumfanya asijue anayemtaka. Kwa hiyo, ukiona umejua kitu wewe, sio watu wote wanakijua, na ukiona hujajua kitu, sisemi kwamba hichi hakijulikani, wapo watu wanakijua, ni wewe tu kutafuta hiyo elimu kwa gharama yoyote ili uipate na wewe uijue, maana e, Mtume SAW akasema itafuteni elimu japo hata kwa China. kwa kwenda China. E, yaani elimu inapopatikana nenda popote pale. fulani akaenda nyumbani kwako. Lazima utembee. Lazima utafute walimu wakufundishe hicho kitu unachokitafuta, sio kukaa tu sehemu moja. Kitakuja kitakuja, hakiwezekani inshallah. Tuishie kwa hapa leo, lakini siku nyingine tukipata nafasi, tutakuja kufundisha dawa namba mbili, alafu tutakuja kumaliza dawa namba tatu. Lakini kama una kitabu hicho, unaweza kuenda kujisomea mwenyewe, kwa sababu uzuri, kitabu hichi kimetoa maelezo vizuri. Kwanza kinafafanulia ugonjwa huo ni ugonjwa gani, unaambukizwa vipi unahitaji mahitaji gani uyakusanye, maandalizi au matayarisho yake ya dawa ni yapi, mpaka matumizi. Koyo ni daktari mmoja mzuri anayekuelekeza namna ya kutengeneza dawa, na ni kitabu chepesi katika vitabu vyangu vyote. Hichi ndio kitabu chepesi ambacho hata kama mtu haelewagi kabisa, ila akisoma kitabu cha tiba mbadala ataelewa, kwa sababu ni kitabu ambacho kimeeleza vitu kwa u, yaani kwa usawa. Na wepesi zaidi. Inshallah, mimi ni msazi Bashir na hii ni Tiba Facts Online TV. Tukutane siku nyingine saa na wakati mwingine. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu.